Sasa naungana na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, kuzungumza kuhusiana na haya yaliyojiri kimataifa. Karibu Rahbi. Shukrani sana. na yapo mengi, pengine tuanzie na hili la Kongo ambapo baraza la Seneti uh, limepiga kura sasa ya kumwondolea kinga uh, ya kutoshtakiwa rais Kabila na ni kwa sababu uh, mashtaka wanataka sasa kuyapeleka kwake ilikuwa ni minong'ono wakaanza kuzungumza, lakini hatimaye wametimiza hili la Kabila kumwondolea kinga, na wanadai kuwa yeye alikuwa anawaunga mkono M23. Ukitazama, yeye alikuwa na kinga kama kwa sababu amewahi kuwa rais mm -hmm. Sasa kuwa kwenye nafasi yake ile ni ya kudumu mm -hmm. hakuwa anaweza kushtakiwa sasa wana wamemwondolea ile kinga na huenda mahakama ya kijeshi ikamfungulia mashtaka kama ilivyomfungulia nanga. Ina maana gani kuwa na e, kinga na baadaye e, kuondolewa? Je, kuna sababu ama, ambazo zimeonekana thabiti kwamba inawezekana amehusishwa ame, ame na ushahidi upo hii ambayo wanaisema kuwa alikuwa anaunga mkono. Unajua, ndani ya Kongo hizi taarifa ni kubwa, mm -hmm. yani zinazungumzwa kwa kiwango kikubwa sana. Baada ya Kabila kutoka madarakani, kuna mambo mengi sana yanazungumzwa, hasa jinsi alivyoacha bunge, alivyoliseti kuwa, kwa sababu kulikuwa kuna, unajua, yeye alifanya makubaliano na Kinachisekedi wakati huo. Ukiangalia, waliokuwa na muunga mkono kwa kwa kiwango kikubwa bungeni walikuwa ni upande wake, kwa hiyo wanadai kuwa ni kama vile aliacha bunge la mtego, ili siku ikifika kuwa Chisekedi atapotaka kuchukua hatua wa dhidi ya wapinzani wa upande wa pili. hmm. Kwa wingi wa wabunge waliokuwa nao walikuwa wanaweza kumwondoa Chisekedi kwenye nafasi au bunge kutokuwa kuna imani na rais kwa jinsi walivyokuwa, lakini ghafla wale wabunge walibadilika wakahamia upande upande wa wa pili, kwa hiyo akakosa uungwaji mkono kiasi kikubwa upande wa bunge. hmm. Na, na kupoteza hasa ile nguvu alikuwa nayo na nguvu ikahamia upande wa pili wa Chisekedi, lakini ndani ya Kongo wamekuwa na hizi taarifa au hizi shutuma za kumshutumu yeye na watu wengine wanahusika moja kwa moja na M23, hasa wakikumbuka kuwa kipindi cha yeye yuko madarakani ilikuwa M23 wakigusa kidogo tu ameishaelewana naye. Kwa hiyo maanake kuwa alikuwa anawapa kile wanakitaka na, na mara kadhaa ndani ya Kongo na taarifa zinakuwepo kuwa wakidai kuwa Kabila si, si raia wa Kongo, yani raia mm -hmm. ana asili hasa ya, ya kutoka Rwanda, wanahisi kama alikuwa ni mamluki kutoka upande wa pili sasa, sasa kumwondolea mm -hmm. ile kinga mm -hmm. ni kutaka sasa kumwajibisha, yani kumleta sasa kwenye mahakama. ni kama sa, uh, mtu ambaye ana amekuwa akishutumiwa sasa, imebadilika imebadilika imebadilika sasa, zile shutuma sasa inakuwa yeah. yeah. mashtaka mm -hmm. Kabila sasa ndio hmm. ambaye anashtakiwa ana, ana, lakini wamekuwepo ambao wakiwa wanashutumiwa hmm. kuwasaidia M23 hmm. ni kwamba anatafutwa mtu tu uh, kwa sababu lazima awepo, ama hawa ambao wamekuwa wakishutumiwa kuna uhalisia wowote ama wamekuwa wakishirikiana. Kuna nchi ambazo zinashutumiwa hmm. zinasaidia M23 na kuna makundi ambayo yanashutumiwa yanasaidia M23, na kuna wanasiasa ambao wanashutumiwa wanasaidia M23. Kwa hiyo hao wamejigawa kwa nafasi zao, kila mmoja kwa ushawishi wake. Unapomtaja kiongozi kama Kabila ambaye amekaa madarakani kwa muda mrefu Kongo, huyu ni kiongozi ambaye ana wafuasi wengi. Kwa hiyo tuseme kama kuwa kama watu ambao wanamuunga mkono wapo wa kutosha, kama aliacha makundi labda yenye silaha, kwa sababu unajua kiasi kikubwa wanasiasa wa Kongo wana makundi yanaowaunga mkono hasa yenye silaha ya wanamgambo. Mm. Kwa hiyo kwa Kabila inaweza ikawa vile vile tu ana kundi ambalo linamuunga mkono na lenye silaha. Sasa ni kundi gani? Ni M23 au wafuasi wa M23 wanaokuwa pembeni. Sasa kitendo hiki tukisha kupeleka kwenye mahakama ndio sasa tutakuweka, tuanze kutoa kimoja kimoja, ulimsaidia fulani, kuna taarifa hii hapa, ulifanya hivi na hii hapa ulifanya, lakini kabla ya hapo hatuwezi, kwa sababu wewe una kinga. Hatuwezi kushtaki tukupeleke wapi? Kwa hiyo ndio maana taarifa ya Kongo wanasema kuwa baada ya kumwondolea ile kinga sasa watamwakilisha wata, wa, mahakama ya kijeshi itamfungulia mashtaka kama ilivyomfungulia Nangaa. Nangaa alifunguliwa mashtaka na akapewa hukumu ya kifo akiwa hayupo, mm. Ukiangalia kwa ndani ya Kongo, unaona kama kuwa ni kama vile moto ambayo tayari ulikuwa umeisha zima, alafu unaenda unauchokoza kidogo zidi ku, kuwaka, kwa sababu bado huyo ana wafuasi wengi wa upande wa pili Kongo nadhani inachokitaka hmm. ni mjadala mkubwa wa pamoja wa kitaifa wa kuzungumza karibu wote, kuwa tunawezaje kutatua mati, matatizo yetu, yaani sio tuanze tena kushambuliana, yaani kwa hmm. sasa kama hivi utulivu kiasi umeanza kupatikana, na Joseph Trump alivyokuwa anazungumza na Ramaphosa anasema kuwa tunauhakika matatizo ya Kongo tumeyashughulikia kwa njia yake na yame, tuna uhakika yanaenda kumalizika. Kwa hiyo kama yanaenda kumalizika, basi yamalizike na watu wote wakae wazungumze. Yaani ni mazungumzo ya kitaifa, lakini kama tutafanya kisasi kwa kisasi kwa kisasi mm, hata miaka mia watakuwa wanamtoa huyu mbaya huyu mzuri huyu mbaya huyu mzuri ngurusi hapo, mazungumzo ya Trump na Ramaphosa. Lakini e, kama amekuwa yal, alijiandaa kwamba akija huyu basi kawaida Trump, sasa ukienda mm. anachofanya anaita waandishi wa habari wengi, alafu anahakisha anakuweka kwenye kile kitimoto kile cha oval mm. nakaa pale, anakaa makamu wa rais hapa, anakaa waziri wa mambo ya nje hapa, amemchezea na na na video video na makaratasi hapa, na Malema amejibu. mm. E, baada ya ile video Malema ali, alitweet kule akasema nawaona kuna wazee ambao wamekosa kazi kule wananijadili <laughs> ha, sasa Kongo uh, hatima yake ni ipi? Kongo hatima yake kwa sasa, tuchukue hiyo kauli kuwa mm. kumekuwa na mazungumzo ambayo yanasimamiwa na Marekani kwa sababu uh, Kongo alisalimisha alijisalimisha, alipiga magoti mm. kwa Marekani na hili nimeliona juzi Ramaphosa amelizungumza na linanipa mashaka kweli kweli, kuwa kwa nini sasa hivi tunaenda kwenye njia hii? Unajua, Marekani imekaa kama, limekuwa kama dude kubwa liko juu, kama vile limekaa labda kama jiwe liko juu, halafu nyie wote mko chini ili usalimike na kupondwa na lile jiwe inabidi wewe utoe chochote ili usalimike. Imekuwa hivyo, tuliona kwa Ukraini, ili kupata usalama kupata utulivu unasalimisha rasilimali zako mm-hmm. Lakini hapa jirani zetu Congo na wenyewe, ili kupata utulivu ilibidi waende kwa Marekani. Marekani akamwita Rwanda akamwita Congo. Mazungumzo yaliyofanyika Katari yalikuwa chini ya ufadhili wa Marekani kwa ebu zungumza nao hawa, tutaa tumalize hili. Nimemwona Ramaphosa juzi naye kafanya hivyo hivyo kuwa kasalimisha rasilimali za Afrika Kusini, kuwa kuna madini yetu, mnaweza mkaja mkaza. Yani tunakulazimisha, kukuzibia njia, yani una, unaona kila kitu giza mbele, halafu mwisho wa yote unaona suluhu ya hii mm. Inabidi nijisalimishe ili niweze kupita. Kwa hiyo ni kama vile hana rekodi ya kututawala Afrika, lakini ni kama vile ukoloni mpya umeingia wa kutumia ukubwa, halafu ukishaona kumeziba kila kote una, ah, hamna njia yoyote na nini mm. cha kumpa huyo, unaangalia bwana eh tunaiki hapa, mwiteni, mpeni ili mambo mm. yaende ndio inavyokuwa sasa Kongo kwa sababu imeshajisalimisha na ime, imepiga magoti. Tunaweza tukaona kuwa mambo yanaweza kabadilika kwa sababu Marekani anawafahamu washirika wote mm, anafahamu nani anapeleka silaha, anafahamu kila msaidizi anayetokea kule, kwa sababu kumwekea vikwazo yule kiurahisi kwa Marekani rahisi kumdhibiti. Kwa hiyo Marekani anaweza akalitatua hili la Kongo bila shida yoyote. Sasa uh, kwa upande wa kule Gaza jeshi la Israel lenyewe limetoa onyo huku bado likiwa linaendelea na mashambulizi na ni onyo la kuwataka wa Palestina, hasa katika maeneo kumi na nne uh, kaskazini mwa Gaza waondoke. Uh, wakati huo wiki, wiki iliyopita jumapili ile iliyopita uh, Netanyahu akihutubia bunge la Kneset alisema wao sasa wanaanza kutekeleza mpango uliozungumzwa na Donald Trump wa kuhamisha watu yaani ile ambayo Trump alikuwa anasema kuwa tutawahamisha watu wa Gaza, alafu wakawa kama kalipotezea. Sasa wao wanasema kuwa sisi tunaanza kulitekeleza kwa, kwa vitendo uh, na ndio maana kuna operesheni moja ambayo ili, ili, ilianza wiki hii ambayo tunaanza kuwasukuma watu wa kaskazini, wanasema kuwa tunabomoa nyumba, yaani sasa ni nyumba moja baada ingine, yaani kuwa wakikosa sehemu ya kukaa watazidi kusogea mbele. mm -hmm. Kwa hiyo kinachotokea hivi sasa ni ile operesheni ambayo inafanyika katika hilo operesheni inayofanyika kwa kuzuia misaada Israel inaratibu misaada ya chakula kwa staili yake ambayo imelalamikiwa na hata UNICEF waliikataa hii staili, baada ya Israel tena kupendekeza kuwa Marekani na Israel ndio zitashughulika kugawa misaada. Yani staili yao inakuwa hivi mm-hmm, tunaleta misaada, yani chakula tunaleta kwa sababu eneo la watu milioni mbili na laki tatu halina kitu, tunaleta chakula. Mfano sie tuko Tabata, chakula kinapelekwa Ubungo. Kikishapelekwa Ubungo, nyinyi wa hapa mnapewa taarifa tu kuwa chakula kiko Ubungo, kama unataka chakula utafata Ubungo, lakini unafahamu kabisa ukifata chakula Ubungo kutoka Tabata huruhusiwi kurudi Tabata. mm. hiyo -hmm. Yani style kuwa tuna wapush kwa nguvu kwa hiyo, kinachofanyika misaada inasogezwa pembeni, sio kule maeneo yenu. Sasa kuna wale wengine kuwa hawataki kutoka kwenye yale maeneo. Sasa ukikaa utakufa na njaa, na unafahamu kuwa hata nikituma mtu hawezi kurudi kuniletea. Kwa hiyo itawabidi nyinyi wote mtoke kwenda kufata kule ambako kinapatikana. Kwa hiyo kile kitendo cha nyinyi kutoka ndio kitendo ambacho tunakitaka sisi kuwa mkitoka haya maeneo, sisi tunakuja kuweka kizuizi, kuwa hamwezi tena kurejea kwenye hili eneo. Ndio hicho. Kuna haya matangazo, naona kuwa watu wa sehemu fulani wanataka kuondoka mm -hmm, watu wa sehemu fulani kuwa ni katika operation ambayo inafanywa kwa vitendo ya kuhamisha watu wa Gaza kuzidi kusogea kusini, kwa hamna namna kutoka uh, na mazingira ambayo yanawekwa, lakini sababu na hayo yenyewe Israel Uh, imesema pia kuhusiana na mauaji ya wafanyakazi wawili ambayo yametokea uh, katika ubalozi wake kule Washington. Muuaji anaitwa Elias Rodriguez. Amezaliwa Chicago na umri wa miaka 31. Ali nilikuwa nikisoma jana gazeti la Israel la Hayom lilichapisha baadhi ya, ma... ya maneno ambayo mm -hmm. alikuwa ameacha ameandika kabla ya lile tukio. mm -hmm. Alisema ali, ali unajua alivyokamata akawa anasema free Palestine yeye free Palestine. Ye, Elias Rodriguez na ile shambulizi hili, unajua halijaitwa la kigaidi mpaka sasa, inaitwa ni chuki dhidi ya Wayahudi. mm -hmm. Anasema nilikuwepo mimi Israeli miaka 11 iliyopita nikatembelea Palestina anasema nilichokiona kinanisababisha nifanye hiki ninachokifanya. mm. anasema kama kuondoa hili swala basi lingeondolewa miaka kumi iliyopita kwa mimi niliyoyaona. Maanake kuwa, anasema kuwa amefanya kwa ajili ya Wapalestina kwa kile alichokiona ni Elias Rodriguez huyu Mmarekani. mm. aliua watu wawili, aliua wafanyakazi, staff, staff wa wafanyakazi wa ubalozi wa Israel. mm. binafsi sikubaliani naye kwa kitendo cha kwenda kuua wale Wayahudi wawili kwa sababu zaidi ya Wayahudi asilimia sabini zaidi ya Wayahudi asilimia sabini hawakubaliani na kile kinachofanywa na Israel. Wayahudi wakiwepo Marekani na wakiwemo wa ndani ya mm. Israel hawakubaliani na kile serikali yao inakifanya. Sasa ukitazama mfano Marekani, kuna mashirika mengi ya kiyahudi ambayo yamekuwa yakifanya maandamano yakipinga serikali ya Israeli yakifanya kila kitu kupinga kile kinachotokea, na huyu kaenda kuwashambulia Wayahudi. Huyu kama hasira yake angeenda kushambulia watu wengine kabisa tofauti na hawa, kwa sababu katika watu ambao wanapinga kile kinachofanyika wengi pia wako Marekani, kwa sababu katika kipindi hiki kuna maandamano makubwa sana yalitokea Marekani lakini yale maandamano mengi yameonekana yana, yanaongozwa yana na Wayahudi wenyewe mm, wakipinga kuwa, wanasema kinachofanywa na serikali ya Israeli kinatuchongea sisi na watu wengine, kuonekana kuwa wote tuko wamoja kwenye hili, lakini sisi hatukubaliani na kile kinachofanywa kule. Sasa huyu kuhalalisha uhalifu kwa uhalifu Sidhani kama iko sahihi mm -hmm. Unarudi kwenye kauli ya uh, marehemu Papa Francis alichoisema kuwaambia viongozi wa Israel kuwa mm -hmm. nyinyi ni magaidi, kwa sababu nyinyi mnalalamikia shambulizi la kigaidi la Oktoba saba, lakini mnachokifanya ni ugaidi. Hauwezi kuhalalisha ugaidi kwa ugaidi. Shukran, Rafi. Mm -hmm. Asante sana, tukamilishe hivi kwa sasa, tupata wasaa mwingine pia wa kuzungumza mengi.